Na na na na ufunis, baada ya hayo nasikia uh -huh, sauti kama sauti ya mkutano mwingi sauti kubwa mbinguni ikisema Haleluya. Uh -huh, na utukufu nguvu zina Bwana Mungu wetu uh -huh.

sehemu unafanya biashara, weka sehemu nyingine kabisa, watu wakujue a nastawi. Yeah. Kwa sababu ni yake ni kama mpende hata kipandwa jangwani atastawi kabisa. Haleluya! mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu mponya nayo yote. Mungu atakuponya amina. Haki ya Mungu ikasim yes. Kwako kwenye uzao wako ana kizazi cha sasa na ndio, nasema naambia Mungu, kizazi changu cha sabini kitakachokuja, hicho kizazi nitaje kitendo mema hata yes. Kama nikiondoka nitarudi tena na sasa sisi. Nnyelewaaminaeua ninaongea kwa kujiamini kwamba nikihesabu majuma, siku, miaka, miezi, kizaicha sabini ntakikuta yes, nitakisimamia tena. Kama wakati wa Bwana utakuwa bado, basi, nani anaamini, ataenda atarudi tena duniani? Hata nawamini wakufa so watakuja kuweka kambi duniani hukuweke elfu moja. Sasa ni kwainga, kwa nini wanaamini? Nani anaamini kwamba sasa Yesu atakapokuja na jeshi lake watu wake, wee atakuwepo? Wa kwanza nitakuwepo, unavyo mpi na usiri wake Unaona nini kushinda kushindwa? Pokea kushinda sasa kwa jina la Yesu. Pokea kushinda. Kila mtu atakula matunda na kinywa chake. Kula matunda na kinywa chako. Wewe ni tajiri. Wewe sio masikini. Wewe ni mzima. Wewe sio mgonjwa. Msomaji tuende kanisa. Amen. Maana amemhukumu yule kahaba mkuu mm -hmm. aliyeiharibu nchi kwa mm -hmm. uwashirati wake mm -hmm. na kuipatiliza damu ya watumwa wake mm -hmm. mkononi mwake. mm -hmm. Wakasema mara ya pili, haleluya! Haleluya! Na moshi wake upaa juu, moshi wake upaa juu hata milele na milele. mm -hmm. na wale wazee ishirini na wanne, na wale wazee ishirini na wanne. Unajua Mkristo anaamini kwenda mbinguni, ntafika lakini kwenda Kariakoo kwenda kununua simu nzuri, nguo nzuri, kwenda showroom kununua gari nzuri, na kwambia hamna mabati tu wewe pamba, yes. kuna vizuri ni lazima, usuku, kuna kununua vya kula vizuri ni lazima. Huyu mtoto wa nyumba hii ni marufuku kwenda kununua vyakula vya ovyo ovyo. Eti unakula Mungu wangu akupe hela

Kama hicho kitu kimekuja ukakikalia, basi hata nyumba itakujwa utaikalia yeah. Sema amina kubwa yeah. Amina kubwa yeah. Bibi nasema mpatani mwana na haki yake, mengine yote mtazidishiwa. Pokea mm. Kuzidishiwa kwa jina la Yesu. Yesu akujenga nyumba ile ile na nyumba, maana anasema utakakujenga nyumba nzuri Usemsa kwa Mungu. Pokea kujenga nyumba nzuri. Pokea kujenga nyumba nzuri. Kwa jina la Yesu Kristo. Yes, song. Na wale wenye uhai wanne mm -hmm. wakasujudu. Wakasujudu. na kumwabudu Mungu mm -hmm. aketie katika kile kiti cha enzi wakisema, Amina haleluya. Sauti ikatoka. Katika kile kiti cha enzi. Ikisema. Mm -hmm. Msifuni Mungu wetu enyi wetu. watuma wake wote ninao wake wake. mcha mm -hmm. wadogo kwa wakubwa Mhm. Mm, nikasikia sauti ya makutano nikasikia sauti. Nikasikia sauti. Sauti en Sauti ya maji mengi uh -huh. na kama sauti ya radi yenye nguvu uh -huh. ikisema uh -huh. Haleluya, haleluya kwa kuwa Bwana Mungu wetu uh -huh. mwenyezi amiliki, na tufurahi, shangilie ukampe utukufu wake kwa kuwa urusi uh -huh. ya mwana kondoo uh -huh. Yes. Sisi mwana kondoo. Imekuja amen, amen, amen.

Sisi sote tunaenda mbinguni, nikaambia, ngoja nikambie kitu, mbingu za mbingu hazimtoshi Mungu anakuweka wapi? Yes. Nikamwambia Mungu kachukua kipande kidogo tu Yes. cha sehemu ndogo tu Yes. kampa mtoto wake afile, mtoto wake ambaye ndiye Yesu anakuangalia mahali pale. Amena. Yesu Mtanzania ndio unakaa Ikulu. Amen. Amen.

ukeleakukutaawatakuta nakushitua kidogo. Esu anasema angalieni, siku hiyo atakapokuja, mana atakuja kama mwivi, msije mkasongwa sana na shughuli za dunia kabisa. Um, amen. Kijrani yako g unaenda mbinguni au Yesu anakufuata kuja kuchukua? Unaenda mbinguni au Yesu anakufuata kuja kuchukua na kubadilisha kidogo Soma Biblia itakusaidia. Amina. Ujue nini litakusaidia kesho na kesho kutwa tumeshaanza kuzoeshwa zile chapa. Tunapoambiwa kwamba paji au kwenye mkono, tunamaanisha kupiga passport size na kuweka kwenye gumba, takuwa naelewa hapo. Mimi nataka kukupata wewe, sikupate kwa jina na yes. kupata kwa namba